Habari, karibu sana kwenye chaneli yetu ya Dirisha la Dunia TV. Leo tutakuletea orodha ya majina thelathini mazuri ya watoto wa kiume yenye maana ya Kikristo. Majina haya yanatokana na Biblia na yana ujumbe mzito wa imani, baraka na matumaini. Ikiwa unatarajia mtoto au unatafuta jina lenye misingi ya kiroho, basi video hii ni kwa ajili yako. Hivyo basi sikiliza kwa makini hadi mwisho, kwa sababu majina haya ni mazuri na yana maana harisi. Usisahau kusubscribe, ku like, ku kukomenti pia kushare, ili pia uweze kupata video nyingine nyingi ambazo tunaziupload zenye baraka pamoja na maarifa. Majina haya 30 ya watoto wa kiume wa Kikristo pamoja na maana yake. Jina la kwanza ni Elija, maana yake Mungu ni Bwana. Jina la pili, Isaka, kicheko na furaha. Jina la tatu, Nathanaeli, zawadi kutoka kwa Mungu. Jina namba nne, Emmanuel Mungu yuko pamoja nasi. Jina namba tano ni Joshua, Bwana ni wokovu. Jina namba sita ni Caleb, Mungu jasiri na mwaminifu. Jina namba saba ni Samuel, alisikiwa na Mungu. Jina namba nane ni David, mpendwa kipenzi Jina namba tisa ni Jonathan bwana ametoa. Jina namba kumi ni Ezra msaidizi mkarimu. Jina namba kumi na moja ni Gabriel mjumbe wa Mungu. Jina namba kumi na mbili ni Mikael ni nani kama Mungu. Jina namba kumi na tatu ni Ziona mlima wa Mungu. Jina namba 14 ni Levi, kuambatana au kuungana. Jina namba 15 ni Joel, Bwana ndiye Mungu. Ukiwa unaendelea kusikiliza video hii majina haya, tafadhali hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment jina zuri ambalo umelipenda katika video hii. Jina namba kumi na sita ni Daniel, Mungu ni hakimu wangu. Jina namba kumi na saba ni Ezekiel, Mungu ni nguvu yangu. Jina namba kumi na nane ni Maraji, mjumbe wa Mungu. Jina namba kumi na tisa ni Noha, pumziko na amani. Jina namba ishirini ni Sethi, badala aliyetolewa. Jina namba 21 ni Eli, huu mkuu. Jina namba 22 ni Asher, heli aliyebarikiwa. Jina namba 23 ni Jesse, zawadi ya Mungu. Jina namba 24 ni Silas, mwenye msimamo. Jina namba 25 ni Tobias Mungu ni mwema. Jina namba 26 ni Amos, mzigo wa Mungu. Jina namba 27 ni Jeremia, Mungu ni huinua. Jina namba 28 ni Ruben, tazama mwema. Jina namba 29 ni Stefano, taji ya ushindi. Na jina la 30 ni Thomas Pacha, mwenye imani. Je, ni jina gani limekugusa au umelipenda sehemu ya maoni? Tafadhali toa maoni yako katika uwanja wa maoni. Mtoto ni baraka na unabii wa maisha yake. Tuchague kwa hekima na maombi, majina ya kuwaita watoto. Asanteni, karibu tena katika Dirisha la Dunia TV uweze kupata video nzuri ambazo zitaleta baraka na miujiza katika familia yako au kwa mtoto wako.